Cfm Langasta Pennsylvania, hebu tuimizane na heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshwe tena. Maana watumishi wa Mungu wamedharaulika leo sana sana sana sana. Ndugu mpendwa, heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshwe tena. Ukitafuta umbo umbo wimbo huu hu ingi andika radio public public ape GCI TV, USA FM na nyimbo hii imetungwa na Wanakongo pale katika mji wa Beni Butembo, hakika Goma, Province ya North Kivu. E, na sasa nafikiria tungali na utafiti kujua ili kwamba tuwapatie albumu mzima ya kwaya hii naamini ya kwamba itawabariki. Hebu tuimizane, heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshwe tena. Yaani, tuwaombee, maana Bwana anawajua Usifunue udhaifu ya watumishi wa Mungu, kuweza kufunua utupu, huu tuufanye kuwa wimbo? Hapana, hapana, kuwaweka mtandaoni, kuwafuatilia. Ni binadamu, wanaanguka, wanafanya makosa nao kama sisi. Wakati wote ule, lazima tuwaombe, maana kile wanachokibeba ni kitu kikubwa sana. Wakati mwingine wanapigwa vita na mwovu shetani, maana mwovu shetani hapendi watu kuokoka ama kubadilika. Ndo maana maandiko yanasema, nitapiga mchungaji na kondoo watasambazwa. Shetani kazi yake ni kuua, kuharibu, kuvunja na kusambaza. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ndio shetani ambayo ni mwizi, mnyang'anyi, mwenye chuki, tuwaombeye tuwaombee watumishi wa Mungu. Heshima kwa nabii, heshima kwa watumishi wa Mungu, heshima kwa viongozi, heshima. Tusiwatukani kuwadharau, heshima, heshima, tuwaombee. Mungu ndo anamwe, anahukumu yeye ndo anahukumu. Basi najibia wandugu ambao wanauliza kila siku kwenye YouTube wakisema, wimbo huu wimbo huu ni nzuri zaidi, umenibariki e, je tunaweza kupata albumu wimbo huu YouTube unanibariki. aha wengi wanasema hapa ndio, mubarikiwe kabisa kuipenda huu wimbo. Huyu ni Radio APGC ITV USA FM. Moa Grace ah, ndugu Wendara anasema moa grace, tunafika kwa lwanzo mukohe akasema amen, nisaidie na jina la albumu. Basi tukifika pale kwa kindly, kukafika hapa kwa Dominic Dominic Kongiri anasema kindly give us jina la kwaya please. With the Lord the song then tukifika pale kwa Victoria Olive anasema, Victoria Olivier anasema basi bien kompoze vraiment. Basi tukifika hapa kwa Uwimana Rachel eh? akasema mubarikiwe sana kwa ujumbe basi tukiendelea na tunafika kwa, kwa, kwa ndugu na soko anas, so, so mok, simoki oko akasema hii wimbo imenibariki sana God bless you all. Basi tukiendelea kufika pale chini kwa Mapendo Joseph akasema mbarikiwe ndugu zangu. Basi tukiendelea katika wimbo huu maandiko. Ndugu hapa banamuita JBB, JBB anasema wimbo nzuri sana, Mungu awalinde na kuwaongezea uvu vio, munaweza kutuma link ya wimbo yote Please unaikuta kwamba wimbo huu umekuwa like na dunia nzima, na watu wote wakaupenda na wakaufurahia. Unaifata radio APGC ITV USA FM, na mimi msemaji ni Jean de Baptiste Paluku Maloveria, mke wangu ni Janette Masika tukiwasiliana kutoka Lancaster Pennsylvania hapa Marekani. Tunasema basi, Mungu awabariki, na unafuata radio APGC ITV USA FM. Heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshwe tena. Hebu tuimizane, ambia ndugu yako, jirani yako, umwambie tuheshimu tena watumishi wa Mungu. Wametukana, wamepigwa mawe huko na kule, nao pia wenyewe nao wamepigana wao kwa wao, maana nguvu zimewapungukia. Maana kweli kwa kweli wamepata haya, watu tumewainukia. Watumishi wa Mungu wanabeba mizigo mikubwa na mizito, wanafukuza pepo, wanaikemea. Na sasa wamevunjwa moyo, wamevunjika, wameshindwa hata kuingia kwenye maombi na kuombea watu. Watu wanawaombea ni wale wanaowatukana. Hapo sasa, wandugu hawa wamekuja na wimbo kwamba tuwaombee watumishi wa Mungu, heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshwe tena. Wanakwaya Mungu awabariki ya Nord Kivu pale Congo, tunasema mubarikiwe sana, tuwaombeye heshima kwa watumishi wa Mungu. Talent zinajaa Congo, kuna talent mm -hmm. Acha tuangalie leme, lemek ogoing ongoing, huu wimbo uko full kweli. Anauliza, je, wimbo huu uko very full? Ah, ndio wimbo uko very full mwenyewe sijui, lakini ndugu zangu mmoja ndo amenitumia hii wimbo akasema hii wimbo nzuri, hii nataka na nyinyi msikie. Na mimi nikauposti tu. Si kwamba nilikuwa na Joana na uhusiano pamoja na wanakwaya, na mpaka sasa mimi ninawatafuta ili kwamba niwapatie majibu sahihi. Kwa hiyo tutaendelea kufanyia kazi jambo hili ili kwamba waweze kutuweza kuwasaidia ndugu zetu ambao wanataka wimbo full movie. Full, full, full video basi tutawaombea na tutaipata kwaya hii. Tafadhali, kama kuna mtu anajua kwaya hiyo mahali ilipo pale, ninahitaji nataka wa contact wapate kuongea na mimi, waongee na radio APGC, ITV USA FM wapate contact ya kiongozi mkubwa wa hiyo radio ambao iko plus please

sisa Karanseng. Hiyo ndio namba ya kiongozi mkuu wa redio APGC ITV USA FM Lancaster, Pennsylvania. My name is aposto jen de baptista paluku Moloveria. My wife jenete Masika, tuwaombeye heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshwe tena. Yes, tusiwasema vibaya watumishi wa Mungu. Heshima kwa nabii, heshima kwa nabii tuwaombee, tusiweze kuwasema vibaya na kutoa utupu wao nje. Tafadhali ndugu wapenzi, nitawatafutia namba kwa wale ambao wanaitaka namba na link kwa ajili ya wimbo huu heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshwe tena. Heshima kwa nabii, heshima kwa mtume, heshima kwa pasta, heshima kwa evangelist, heshima kwa mwanakwaya, heshima kwa watumishi wa Mungu, tuwaombee. Mungu mwenye hukumu mwenyewe anajua. Kwa hiyo basi unaifata Radio PGC ITV USA FM, anayejua basi ani on contact na mimi, nitaweza kuwatendea lile mnaloiomba. Basi wimbo huu menibariki sana. God bless you all. Now ninashuka chini, ninasoma hapa komenti ambazo, komenti ni ya justo Justin justo muhito akasema, please I want contact for this choir. inapatikana wapi? Ndio, naweza kusema mahali inapatikana, inapatikana Congo North Kivu, na nitakuambia kwamba sijapata anwani kamili, maana nimepewa hii wimbo na ndugu ambayo tayari niko na mtafuta, ili kwamba niweze kumuuliza kwa yametoka wapi, na mimi nimeweza kuwasaidia kwa kupost na kupublish kupitisha kwenye radio APGC ITV, lakini kwaya yenyewe mimi sijaongea nao, yaani hatujapatana, ningali na watafuta, nitawapa majibu muda si mrefu. Basi, Mungu awabariki. Tuwaombe pia wanakwaya, ili kwamba tupate kutana pamoja nao na wapate kujibu maswali. Hakika mwimbo huu umevuviwa na Roho Mtakatifu na umefika kwa wakati ambao unahitajika. Basi Mungu akubariki Unaifata radio APGC. Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu.